Mimi naitwa Rusi Anthony Michael, ni mkazi wa Yombodovia. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo, nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine, nikiwa nawafahamu na wengine siwafahamu, namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo, siku ya Jumatano tarehe sita, natoka nyumbani kwangu nilivamiwa na watu wanne ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa tano na asubuhi, kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu, na watu ambao siojulikana na siwafahamu. Kama hivi mnavyoniona, kwenye mkono nimeumia usoni, kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai, kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali wewe unajifanya chawa serikali, wewe unajifanya serikali, inakutumia kwenda ubalozi wa Vatican, wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali? Wewe ni msemaji wa serikali? Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo wazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko? Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nilivotokewa na matatizo hayo, nilienda kulipoti kituo cha polisi cha Makangarawe, ili kuchukua nimechukua nishachukua labi na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo ipo chini na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana. Kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayepitia na wao wanaogopa hata kutoka nje wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho navyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yoyote naweza nikauawa, kama watu walivyokuwa wanazungumza. Mi naitwa Ashura Salumu, mjumbe wa mtaa Dovya. Rusi, Rusi, Rusi namfahamu jirani yangu mi, naomba serikali ya mtaa na jeshi la polisi washirikiane kuimarisha ulinzi. Mista Daudi Lenadi angano huyu mi namfahamu Rusi Michael, huyu ni mwananchi wa Yombo Makangalawe. Nisema tu kwa ujumla, hakuna mwananchi aliyekuwa na mamlaka ya kuweza kumshambulia mwananchi mwenzie, mamlaka hakuna kisheria. Serikali ya Tanzania, taratibu zote nafikiri zimepangwa kwa utaratibu, na nchi inaendeshwa kwa mamlaka ya kisheria. Kwa hiyo kama ameshambuliwa kwa hili, mi nafikiri sheria inaweza kufuata mkondo wake. Haipendezi kumshambulia mtu kwa kumpiga au kwa kitu chochote kile. ni njema ni mtu mkamuita, na mkamuuliza, mkapata uhalisia. Taratibu nyingine zikafuata. serikali itusaidie kama kutusaidia, ili swala kama limepita, si tunachotaka amani. Serikali itusaidie, itulinde, itupe uaminifu, na si tunakopita hawa watu wanayetufanyia vitendo vya uovu, wanayetaka kutusukuma, wanayetaka kutupiga Watu wache na sisi tuwe na amani.